Shalom, karibu kwenye wasaa mwingine wa Njoo ule Ukue. Basi tuende mbele za Mungu tumkaribishe Bwana kwa maombi tukimshukuru kwa kutupa nafasi nyingine ya kuweza kukaa na kujadili somo hili, tafakari ambayo amekusudia kuachilia kwa ajili yetu siku ya leo. Mungu wetu na baba yetu, katika jina la Yesu tunakuja mbele zako, mfalme mtakatifu, kiomba toba, kiomba rehema, kiomba msamaha wako katika jina la Yesu Kristo, naomba unisamehe mimi kama mtumishi wako, samehe pia na watoto wako wote na wale wote ambao Bwana wanaitazama video hii, mafundisho ambayo Mungu umekusudia kwa ajili ya watoto wako siku ya leo yakapate kuwa na faida, na utukufu wako Mungu kapate kupita karibu Roho Mtakatifu, karibu na nguvu zako, karibu na uwezo wako. Tunakuhitaji mahali hapa, ukapate kutamalaki. Nguvu zako, uwezo wako, maarifa yako, maelekezo yako yakapate kuwa pamoja nasi, ili yaleyote ambayo umekusudia watoto wako kuyapata akapate kuwa kwa ajili ya sifa na utukufu wa Mungu, sifa, utukufu, heshima na dhama za kwako peke yako. Amen. Basi leo tunaangalia sehemu ya zaka. Zaka ni somo pana na kwa maana ya kwamba ni somo ambalo nitakuwa nikilitoa kwa vipengele vipengele. Kwa nini? Kwa sababu ni pana, limebeba vitu vingi, lakini pia ni somo ambalo watu wengi wanakosea sana, yani wanashindwa kuziishi zile baraka ambazo ni za kwao, kwa sababu ya namna ambayo wanafanya, kwa hiyo wanashindwa kubarikiwa. Zaka ni nini? Zaka ni asilimia kumi ya patuo lako nalolipata. Sasa ili pato lako unaliangaliaje? Ni baada ya makato au kabla ya makato? Kwa mfanyakazi, kwa mfanyabiashara, kwa mtu yeyote, kimsingi zaka inapaswa kuwa kabla ya makato. Mfano mfanyakazi, um, tuseme kabla makato unapokea milioni moja na laki tano, tuchukulie mfano ukishakatwa pengine unapokea milioni moja zaka hapo ni ipi? Zaka itakuwa asilimia kumi ya milioni moja na laki tano na sio asilimia kumi ya milioni moja unayoipokea. Ubaya uh, wa kutoa zaka uh, pasipo kufuata masharti ni kwamba utatoa, lakini hutabarikiwa. Mara nyingi huwa tunalalamika na tunamwona kama shetani anachukua uh, baraka zetu anazuia baraka zetu, lakini kimsingi hapana, kuna wajibu kama ambavyo una haki unawajibu pia. Kwa hiyo usipotoa, uh, kwa utaratibu ambao Bwana anakuwa ameachilia, huwezi hmm, kubarikiwa kwa kiwango kile, hata ya mashtaka itainuka mbele zake kwa habari yako, na tunajua Mungu ni mtakatifu, Mungu ni mwenye haki, Mungu ni mwaminifu. Kwa hiyo kinachotokea ni nini? Ili ubarikiwe, ni lazima uo umefuata maelekezo. Tuna sadaka nyingi sana, aina mbalimbali mbali za sadaka kadi tunavyozidi kuendelea nitakuwa ninazielezea, lakini pia kama ni mara ya kwanza unaanza kufuatilia uh, video hii, hicho kitabu kimeeleza vizuri sana kwa habari ya sadaka uh, limbuko, zaka, dhabihu, mavuno, shukrani. Hizi ni sadaka za aina gani? Kuna sadaka za toba, kuna sadaka za maombi, zipo. Eh, nilielezea vizuri, unaweza kukitafuta hicho kitabu ukakisoma ukaangalia, ukaona kimeelezewa kwa, uh, vipengele vifupi vifupi, kwao ni rahisi. Kaona, sasa turudi kwenye somo letu. Kwa nini Bwana anataka uh, tujifunze vizuri kwa habari ya zaka hmm? Tutaendelea kujua. Basi turudi kwanza kwenye somo letu katika Kumbukumbu ya Torati kumi na nne ishirini na mbili ishirini na tisa neno linasema, nitasoma Usiache kutoa zaka ya fungu la kumi katika maongeo yote ya mbegu zako yatokayo shamba, mwaka baada ya mwaka, nawe utakula mbele za Bwana Mungu wako mahali atakapochagua apakalishe jina lake, zaka ya na nafaka yako na divai yako na mafuta yako na wazaliwa wa kwanza wa makundi yako ya ng'ombe na ya kondoo, ili upate kujifunza kumcha Bwana Mungu wako daima na njia ikiwa ndefu mno, nawe usiweze kuzichukua, kwa kuwa mahali ni mbali nawe mno, atakapochagua Bwana Mungu wako apakalishe jina lake, hapo atakapokubarikia Bwana Mungu wako, ndipo zibadili ziwe fedha na kufunga zile fedha, uende nazo mkononi mwako, hata mahali atakapochagua Bwana Mungu wako, na zile fedha zitumia kwa chochote kitakachotamani kita roho yako ngombe au kondoo au divai au kileo au roho yako itakacho kwako, chochote nawe; utakula huko mbele za Bwana Mungu ako, tena furahi, wewe na nyumba yako, na mlawi aliye ndani ya malango yako, usimwache kwani hana fungu wala urithi pamoja nawe. Kila mwaka watatu mwisho wake, toa fungu la kumi lote la maongeo yako ya mwaka huo, uliweke ndani ya malango yako, na mlawi kuwa hana fungu wala urithi pamoja nawe. Na mgeni na yatima na mjane aliyefiliwa na mumewe walio ndani ya malango yako na waje wale na kushiba ili kwamba Bwana Mungu wako kubarikie katika kazi yote ya mkono wako uifanyayo. Tukirudi hapa unaona? Mungu anawaambia wana wa Israeli. Walipokuwa wanahamia uh, kwenda eneo jipya, anawaasa ana sana kwa habari ya kuwa makini kwa habari ya utoaji wao. Hapa anasema kabisa hmm? Lazima usiache kutoa uh, fungu la kumi katika maongeo yote ya mbegu zako yatokayo shamba mwaka baada ya mwaka. Yaani kila mwaka lazima utoe zaka kwenye mavuno yako yote. Sasa hapa watu wengi wanachanganya, no, kuna zaka afu kuna limbuko. Sasa limbuko ni nini? Limbuko ni matunda ya kwanza unayompa Bwana. Na limbuko hupangiwi, lakini zaka inaeleweka kabisa hesabu yake kwamba ni sehemu ya kumi ya pato lako. Hmm? Na tunaonyeshwa hapa, ni hii ni moja ya sadaka za amri. Unaweza unaweza ukaamua, kwa mfano shukrani, ukaamua najisikia kutoa hiki, lakini usilazimishwe sana. Ila sadaka kama uh, zaka ni sadaka ya amri, ndio inayokutambulisha mbele za Mungu, inayomtambulisha Mungu wako ni nani kwa nini? Kwa sababu ndipo hapa neno linasema katika ule mstari wa ishirini na tatu b ili upate kujifunza kumcha Bwana Mungu wako daima. Maanake kwamba unapotoa zaka, zaka inakufundisha kumcha Bwana. Ukiweza kutoa zaka utaweza kumcha Bwana kwa sababu zaka ni kitu ambacho Mungu amekubarikia baada ya yale ambayo uko unayafanya kuwa mema kwako, unapomtolea maanake utajifunza kumcha Bwana. Fahamu zako, fikra zako, namna zako za kuenenda zitaenenda, zita na Mungu. Usipokuwa unatoa kabisa, ukaacha tu, mungu mungu mungu yupi? Ni wako? Wako? kuna watu wanatoa zaka zao kwa waganga kienyeji, huyo maanaake atashikilia baraka zako. Kuna wengine wanatoa kwa mashetani, wengine kwa miungu ya ukoo pale, unapotolea sadaka yako. Wengine wanatoa kwa kwenye madhabahu, kiamini madhabahu ya Mungu aliye hai, kumbe sio. Maskini wanafungwa, baraka yako inalala hapo. Kwa hiyo inakufundisha kumcha Bwana, yaani Uh, somo kuu, dhima kuu itakufundisha kumcha Bwana, kwa sababu hii ni kazi ya mikono yako ulioifanya ukabarikiwa, na unataka kumrudishia Bwana. Maana yake unamwambia Mungu, pasipo wewe mimi siwezi. Hiyo ndio maana yake. Amna nyingine kwamba Bwana, tembea na mimi tena ninapoendelea kufanya shughuli zangu za kuningizia kipato, Bwana nipe mawazo ya namna kuenenda. Mm -hmm. na tunaambia hapa kwa habari ya zaka tumesoma, nimeona kwamba roa anakuongoza upeleke wapi. Usikariri kwamba lazima tuende kanisani, sio lazima. Au anaweza akakwambia kiasi hiki hapa peleka kanisani, kiasi hiki hapa peleka hapa, kiasi hiki hapa peleka hapa, kiasi hiki hapa peleka hapa. Ili uweze kupata hivyo lazima kujifunza kumsikiliza Roho Mtakatifu. Lazima kujifunza kukaa kwenye maombi. Kama hujafika hivyo viwango, peleka popo unapopeleka. Kama ni kanisani, peleka popo. Au kama unawiwa pale ambapo unaweza ukawa humsikii moja kwa moja, lakini nasema yani, ndani ya nafsi yangu, ndani ya moyo wangu ninawiwa sana kupeleka zaka yangu sehemu fulani. Yani ule msukumo wa ndani unaopata, utii, peleka hapo, peleka hapo. Maanake kwamba baraka zako zinakuwa zimelala hapo. Na usimwibie Mungu hata shilingi mia. Usifanye kabisa, yani usikosee hiyo na ukifanya hivyo, maanake baraka zako zitakujia maradufu na mkono wa Mungu utakuwa juu yako. Tutakuwa na vipindi zaidi na zaidi na zaidi vya habari ya zaka na utoaji sahihi wa zaka, tutaendelea kuangalia hmm? lakini hapa tunaona Mungu anawaambia kila baada ya mwaka watatu watoe tena, maongeo yote ya mwaka huo watoe tena zaka. Asa kwa sasa hivi tumeshazoea hmm? Zaka kila mwezi kila mwezi kila mwezi, natoa. Nikipata hiki natoa sehemu ya kumi, iwe ni safari iliingia, iwe ni biashara, iwe ni jambo gani lilifanyika, natoa sehemu ya kumi ukiwa mwaminifu. Nina shuhuda nyingi sana nyingi sana za watu niliwafundisha utoaji wa zaka, na wamemwona Mungu akitenda kwenye maisha yao, kwa sababu usipotoa zaka kiaminifu uwe na hakika kuna baraka zako zitafungwa. Uchumi wako ile tunutu na viwavi tunaosema watakula mazao yako, na watakula kwa haki. Kwa nini? Kwa sababu huna ulinzi wa Mungu kwa habari ya uchumi wako uchumi wako unabebwa na wa zaka. Utawezaje kupata ujasiri wa waku, kwenda mbele za Mungu kumkumbusha na kujana naye kama neno lake linavyosema katika Isaya, wakati wewe hujatimiza wajibu wako? Ni lazima kwanza wewe utimize wajibu wako ndipo uweze kwenda mbele za Mungu kwa haki kudai baraka zako. Ukishajua wa hili, wakati mwingine unaweza kusema so, eh, sasa mimi nani, mbona haikutani, nitafanyaje na madeni mengi? Tunaambiwa fedha na mali vyote ni vya Bwana na kile kijiazacho ulimwengu ni cha kwake. Fanya hata kama una madeni mengi, wewe kuwa mwaminifu. Mungu, nina madeni mpaka kwenye pua lakini naanza kukutolea zaka kiaminifu. Bwana nivushe hapa nakuhakikishia asilimia mia moja. Atakuvusha kwa viwango vya ajabu kutashangaa. Hutakaa ukapungukiwa. Hii ni kitu ambacho nakufundisha na nimekiona kikifanyika kwangu mwenyewe kwa watu ninao nime, ambao nimekuwa nawasaidia kwa miaka kadhaa, nimemwona Bwana kifanya. Na watu ambao tupo pa pamoja kwenye huduma, wana huduma ya Waombaji na Waombolezaji wanajua na watu wako serious sana na zaka, kwa sababu wanajua baraka ambayo imebebwa hapo. Ukitaka kubarikiwa, kuwa mwaminifu kwenye zaka, yani anza kwenye zaka. Mungu hata kama akakuacha na hapa kwenye tuna, tunaambiwa kwa habari ya usimwache mlawi. Utakuja kumwangalia siku nyingine, mlawi ni mtu aina gani. Usimwache yatima, usimwache mjane, usimwache mgeni walio ndani ya malango yako wale na kushiba kwenye hiyo. Maanake hawa ni makundi ya watu ambao unaweza ukawapatia pia zaka yako, na Mungu akaibarikia. Yeyote yule unayempatia zaka yako, hakikisha nakubariki. Yani usitoe zaka yako katoa toa tu, hapana. Inene, mwambie Mungu akukumbuke. Lakini anayepokea zaka yako, hakikisha nakubariki. Kuna mtu anaweza, siwezi kukubariki kwa, kwa sababu sio mlawi au sio kuhani, lakini akakutamkia maneno ya baraka na kuwa makini sana, madhabahu ipi unapeleka sadaka yako. Kuwa makini sana, kwa sababu nyingine usipokuwa makini inaweza ikawa sababu ya kufunga baraka zako. Basi bwana akubariki. Namshukuru kwa hii nafasi ambayo ameachilia katika kutafakari kwa habari ya zaka kutoka katika Kumbukumbu la Torati sura 14 mstari wa 22 hadi 29. Tunamshukuru Bwana kwa nafasi hii, basi tuende mbele za Mungu tumshukuru Bwana. Mungu wetu, baba yetu, katika jina la Yesu tunakuja mbele zako kwa mioyo ya shukrani. Nikushukuru kwa ajili ya nafasi hii ambayo umetupa tena kujadili somo hili la zaka. Najua ni moja ya vipengele vingi, sehemu nyingi ambazo Bwana utaachilia kwa habari ya watoto wako kuweza kuelewa namna ya utoaji mzuri wa zaka, namna baraka zao zinapolala hapo, namna ambavyo sadaka hii ni ya muhimu na ni sadaka ya lazima na sadaka ya maelekezo. Katika jina la Yesu Kristo, endelea kuwabariki, endelea kuwa ongoza endelea kuwawezesha na kuwatia nguvu waweze kuyafanya mapenzi yako kwa uaminifu katika jina la Yesu. Asante mfalme mtakatifu, sifa, utukufu, heshima na dhaman za kwako peke yako. Amen. Bwana akubariki sana, nikutakie um, muda mwema, wakati mwema. Shalom.